Ah, wa blaze. Eh. Vipi? Naona umetulia tulia tu hapo umerelax nini? Hapana, mimi sijatulia hapa wala sija relax. Mimi yani Nila... naumiza ubongo. Mm. Nataka nifungue hapa kwenye Biblia niangalie. Maana huko kuna vitabu vya malaika. Mm. Sitaangalia hapa nipate namba ya Gabriel. Yaani malaika Gabriel au Gabriel yupi? Au yani Gabriel Jesus? Gabriel wa mbinguni kabisa nimpigie. Nikishampigia ni aseme hivi amuulize Mungu. Mm. Kwa nini aliwapa mahesabu watu wakatengeneza pesa pesa tu pesa? Kwa nini aliwapa mahesabu watu watengeneze pesa? pesa inateza watu sasa hivi kwa pesa, ndio inayokuumia watu hawalali watu, watu wanakesha watu wanaua watu mm, ili wapate pesa. Watu wanalala kwenye makaburi siku tatu, mtu anakesha ili apate pesa. Nataka Mungu ajibu moja kwa moja kupitia kwa malaika Gabrieli, ndio maana ni